Mtazamo wa mafanikio kuikuza kwa hatua nane. Mtazamo chanya ni muhimu kwa mafanikio, kuunda matendo na maamuzi yetu, hutuongoza kuelekea malengo yetu. Mtazamo wa mafanikio ni mtazamo muhimu kwa kufanikiwa maishani, iwe katika kazi yako, miradi yako binafsi au malengo yako ya muda mrefu. Hii inahusisha mchanganyiko wa azma, ustahimilivu na mtazamo chanya. Hapa kuna hatua nane za kukuza mtazamo huu na kufikia ndoto zako. Hatua ya kwanza. Kuweka maono wazi. Ili kufanikiwa, ni muhimu kujua unakotaka kwenda. Hatua ya kwanza ni kuweka maono wazi na sahihi ya malengo yako. Maono imara hukusaidia kukaa makini na mwenye motisha hata unapokabiliwa na vikwazo. Huleta uwazi, huongoza maamuzi na matendo yako kuelekea utimilifu wa ndoto zako. Kwa maono wazi, unaweza kupima maendeleo yako na kukaa kwenye njia sahihi. Mwishowe, maono yaliyofafanuliwa vizuri ndio msingi wa safari yako kuelekea mafanikio. Hatua ya pili. Jiweke malengo halisi na yanayoweza kufikiwa. Mara tu unapokuwa na maono, yagawanye katika malengo madogo na yanayoweza kufikiwa. Malengo haya yanapaswa kuwa mahususi, yanayopimika, yanayoweza kufikiwa, yanayofaa na yenye muda maalum. Smart. Hii itakusaidia kupiga hatua kwa hatua bila kujisikia kulemewa. Kauna urekebishe malengo yako mara kwa mara ili kukaa kwenye njia sahihi. Shiriki malengo yako na wengine kwa ajili ya uwajibikaji na msaada. Hatua ya tatu. Kukuza mtazamo chanya. Mafanikio yanategemea sana mtazamo wako. Mtazamo chanya hukusaidia kushinda vikwazo na changamoto. Jaribu kila wakati kuona fursa katika vikwazo na uzingatie suluhisho badala ya matatizo. Fanya shukrani kila siku ili kudumisha mtazamo chanya. Jizungushe na watu wenye mtazamo chanya na wanaokusaidia. Jishughulishe na shughuli zinazoinua roho yako na kukuweka na motisha. Hatua ya nne. Kujifunza kutokana na kushindwa. Kushindwa kusionekane kama kuanguka, bali kama fursa za kujifunza. Kila kushindwa hukufunza kitu cha thamani kuhusu wewe mwenyewe, mikakati yako au ujuzi wako. Kuwa na mtazamo wa kukua hukuruhusu kurudi imara zaidi baada ya kila pigo. Kubali kila kushindwa kama daraja la kufanikiwa na utajikuta unakuwa na kila changamoto. Hatua ya tano. Kufanya mazoezi ya nidhamu na mafanikio huchukua muda na juhudi. Inahitaji kujitolea kwa malengo yako na nia ya kushinda changamoto. Kwa hivyo ni muhimu kuwa na nidhamu na uvumilivu katika kazi yako. Uthabiti ni muhimu. Nidhamu hukusaidia kukaa umakini wakati uvumilivu unahakikisha unaendelea licha ya shida. Hata wakati hauoni matokeo ya haraka, endelea kusonga mbele. Kumbuka kwamba kila hatua ndogo unayopiga inakukaribisha kwenye lengo lako. Hatua ya sita. Jizungushe na watu sahihi. Watu unaoshirikiana nao huathiri mtazamo wako. Jizungushe na watu wenye mtazamo chanya na wanaokutia moyo, ambao wana malengo sawa, au ambao wanaweza kukutia moyo na kukusaidia katika juhudi zako. Shirikiana na wale wanaokupa changamoto ya kukua. Tafuta washauri ambao wanaweza kukuongoza na kukupa hekima yao. Jenga mtandao wa watu wanaokuinua na kukutia moyo. Hatua ya saba, taswira mafanikio. Kuwazia ni mbinu yenye nguvu inayotumiwa na watu wengi waliofanikiwa. Chukua muda wa kutafakari mara kwa mara malengo yako yamefikiwa. Hii inakusaidia kuimarisha kujiamini kwako na kudumisha motisha yako juu. Wazia kila undani wa mafanikio yako, kutoka kwa hisia hadi mazingira. Kadri unavazia waziwazi, ndivyo -wazi, inavyokuwa halisi zaidi. Fanya taswira iwe tabia ya kila siku ili kuweka malengo yako wazi. Hatua ya nane: zingatia kujifunza endelevu. Mafanikio hayatoki mara moja, bali kupitia ukuaji endelevu. Kubali wazo kwamba unaweza kujifunza kila wakati, iwe kwa kupata ujuzi mpya, kusoma, kupata mafunzo au kuomba ushauri. Kujifunza ni injini muhimu ya kusonga mbele. Tafuta fursa za kupanua ujuzi wako kila wakati. Kumbuka kwamba safari ya kujifunza haina mwisho. Kwa kufuata hatua hizi nane unaweza kukuza hatua kwa hatua mtazamo unaozingatia mafanikio, ukuaji, uvumilivu na kufikia malengo yako. Kumbuka kwamba mafanikio sio safari ya siku moja, bali ni mchakato endelevu wa kujifunza, kubadilika na kutafuta ubora. Endelea kujitolea kwenye njia yako, kubali changamoto na kusherehekea maendeleo yako njiani. Kwa kujitolea na mtazamo sahihi, unaweza kubadilisha matarajio yako kuwa ukweli na kupata mafanikio ya kudumu.